Niwambie watu wa Ngoma Gamba, Singo alikotoka yule mzehe wetu, tumeenda tena kujenga sekondari milioni 580 e, sasa mle shajagaho tunataka watu wasome. Na mimi mheshimiwa mwenyekiti nayazungumza kwa hasira sana, kwa sababu wakati naomba nasema si, sijasoma. Sasa nimewajibu kwa vitendo, na ndio maana sisiem oye Tumefanya tumejenga sekondari sekondari sekondari si, kumi na mbili. Wakati tunaingia madarakani ya awamu ya sita kata mbili hazikuwa na sekondari, kata ya Nhomora na kata ya Nkoyo, kwa Bochibela chuo cha Roma milioni 584 milioni 584 na Malonga Lomboko uko ukasikabe taka sikabe taka uko holaka ukaisha asidile yene